Twendeni tukachague Chama cha Mapinduzi ili haya niliyo yasema tuje tuyafanyie kazi. Ombi langu kwenu, ombi langu kwenu, najua ndani ya Mara hapa kuna watu wamenunanuna, na katika kununa kwao wanachochea, wanasaidia viongozi au wagombea wa vyama vya upinzani ili CCM haikomoe. Nataka kuambia CCM haikomoki. Na katika kuhakikisha hilo, katika kuthibitisha hilo, niwaombe ndugu zangu, tarehe 29, tutoke wote kwa pamoja, tukachague chama cha mapinduzi. Ukipeleka huko unakoshawishiwa, ukipeleka huko unakoshawishiwa umepeleka kura yako kwenye zero. Na kama mtatoa jimbo kwa huko, hilo jimbo lina zero. Lakini ukija huku, mambo yamo kwenye kitabu kidogo hicho. Kitabu cha mkoa wa Mara cha Ilani kinasema kila wilaya ndani ya mkoa wa Mara utapata miradi gani, utapata maendeleo gani. Nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu wa Mara Kazi na utu, kazi na utu. Haya, Chama cha Mapinduzi, kazi zetu ziko kwenye kijitabu kidogo hicho na kitabu kikubwa ambacho nitawakabidhi wabunge wenu. Hizo ndizo kazi tunazoomba mtupe, ili tukajenge utu wenu, utu wa Mtanzania, utu wa Mwanamara, utu wa mtu wa Msoma. Sisi hoye! Haya, naomba sasa nigawe nigawe ilani kwa wabunge wagombea ubunge halafu tuje tuombe kura kwa pamoja. Sisi moye! Ilani ambazo mgombea urais anazigawa kwa wagombea nafasi ya ubunge ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa ndani ya ilani hizo imesheheni miradi mikubwa ya maendeleo na mambo yatakayofanyika katika kipindi cha miaka mitano. Na ilani ambazo wameshika wagombea udiwani, naomba madiwani mnyanyue ilani zenu. Mambo yaliyofanyika kwa miaka minne yapo humo ndani na yatakayofanyika kwa miaka mitano yapo humo ndani. Kwa hiyo tunasema kazi na utu, Misu. Kazi na utu. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi twendeni tukawachague wagombea wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Moja, tukiongozwa na mgombea wetu wa urais, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Pili, tukachague wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na tatu, tukawachague wagombea, wagombea udiwani wa Chama cha Mapinduzi, CCM oye! Dkt. Samia oye! Aya, CCM oye! Mara oye! soma safi! kazi na utu! Aya, sasa ndugu zangu, mimi Samia Suluhu Hassan, mgombea wa kiti cha urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na wenzangu wagombea ubunge wa mikoa, wa mkoa huu wa Mara, majimbo ya mkoa huu wa Mara, lakini na madiwani wetu wa kata zetu ndani ya mkoa huu lakini ndani ya wilaya hii ya Musoma, wote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Tunaomba kama nilivyosema, tarehe ishirini na tisa tutoke kwa pamoja. Mabalozi, hakikisheni mnatoka na watu wa maeneo yenu, kila aliandikishwa akapige kura. Lakini pia familia, baba, mama, unapotoka kijana wako aliyejiandikisha hakikisha anakwenda kupiga kura. CCM oyee! Tunaomba kura zenu na Mungu awabariki sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana, asanteni sana, asante sana. Sisi moye <coughs> <coughs> Samia, oye. Wana Mara, mnaliona bango lililopo hapa mbele, hebu mnaoliona nyanyua mikono juu namna hii. CCM, oye! hii li... <inaudible> <inaudible> na watu wengine mnaweza mkaangalia kwenye skrini, mlioko mbali kwenye skrini pia linaonekana. Ninaomba hili bango, naamini mnaliona, si ndio? Huu ni mfano, hili bango ni mfano wa karatasi ya kupigia kura siku ya tarehe ishirini na tisa. Utakapoenda kwenye kituo cha kupiga kura, utapewa karatasi ya mfano huu. Sasa ukishafika ndani ya kituo, utapewa kalamu. Wajibu wako wa kwanza, angalia nembo ya Chama cha Mapinduzi, ile ambayo mgombea urais dr Samia Suluhu Hasani ameishika baada ya hapo, angalia picha za wagombea. Yupo mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini yupo Dr. Samia Suluhu Hassan mgombea wa kiti cha rais. Baada ya kuona hiyo alama na picha, utachukua kalamu na kuweka alama ya tiki au vema ndani ya chumba, vema hii isipitilize ili kura yako isiharibike. Wangapi mmenielewa? Watu wa Mara, weka mikono juu namna hii. CCM oye! Jambo la pili, utapewa karatasi ya kura ya mgombea udiwani wa kata. Wewe usihangaike, angalia nembo ya Chama cha Mapinduzi, angalia na mgombea wako wa udiwani, jina lake mbele, unaweka alama ya nini Vema au tiki. CCM oyee! Baada ya hapo, utapewa karatasi ya ubunge, angalia nembo ya Chama cha Mapinduzi, jina la mgombea ubunge. Baada ya hapo, utaangalia picha, unaweka alama ya nini? Ya vema au tiki. Wangapi watu wa Mara, Musoma, Serengeti kote, Tarime, mmeelewa? weka mikono juu namna hii. Sisi CCM oye! Na wangapi mtapiga kura kwa Dokta Samia Suluhu Hassan? Mara oye! Tunawashukuru sana na asanteni sana, na Mungu awabariki.